Kwenye senta ya shule za kisabato Lukanga, huduma ya watoto ya Lukanga institute ipo katika wiki ya mahubiri ndani ya kanisa la Maranatha tangu tarehe 7 hadi 13 Disemba 2025. Watoto wanahudumia wanafunzi wa shule hili kwa mashauri mbalimbali. Headmaster Bwana mbavuavo lokavis anasema kuwa watoto wanapohubiri ni namna ya kukuza kiroho chao akihojiana na Hope Channel Jemuel Kikenza chapleina wa shule anasema, tuliona kwamba huku shuleni ndiko tunakuwa na watoto wengi sana, na namna mipangilio ya kanisa inaposema tuendelee kuwafunza watoto, tuliona kwamba sisi kama waongozi wa watoto huko masomoni, sisi ndio tunakuwa na watoto wengi, na tukiweza kuwafunza mambo yataendeka vizuri. Ndio maana tuliandaa mikutano hii kwa sababu katika siku fulani wataenda kwenye likizo, tukaandaa mikutano ili watoto waanze kujifunza vizuri na kufundishana wao kwa wao, na wengine wawatazame wale ambao wameanza kufundisha wengine, ili nao wawe na hiyo haja ya kuweza kuhudumia. Kama wale watoto ambao walitumika. Wahudumu wanajitetea mmoja baada ya mwingine kwa majina, naitwa Kambale Garafuli Mbele, mmoja na wa wana, wanafunzi wa siti Mane. Mimi nahusika na mahubiri ya Biblia. Kicha cha fundisho yetu kinasema kutembea katika nuru iwe, ili tuwe na maisha bora. Mimi naitwa Praise Malaki nafundisha mafundisho ya ma Biblia. Kitu ambacho tulianza nacho kitabu kizuri kuliko vyote tulisema kwamba kitabu hicho ni Biblia. Watoto wenzangu nawaambia kwamba wao wakisoma Biblia. Kwa majina naitwa Eldad Moyo Joseph. Mimi nahusika na afya ya kiakili sante mentale. Leo nimefundisha kutafuta pesa rahisi kupitia michezo. Naita wasi. Mimi nahusika na mafundisho ya vijana kuwatayarisha katika kwa majina naitwa Abigaele Nombe wa Kana. Na mimi nahusika kusaidia vijana kujitayarisha kwa maisha yao ya Tuwe tukitenda kazi bila kuonea kazi. Kwa majina naitwa Kasoki Kasomi Merlin. Katika mahubiri nahusika na namna na na na, na waimbaji watakavyoimba. Wiki hii ya mahubiri imetangulizwa na nyingine ya maombi ya wanafunzi wa kidato cha nne cha kipedagogia na kuhitimisha maombi hayo, wanafunzi hawa walitoa wa msaada kwa wagonjwa wa vichwa wanaotunzwa kituoni cha masini hapo hapo Lukanga. Nina ripoti kutoka Rwese, North Kivufield hapa DRC. Mimi ni Silva Mwindo kwa niaba ya Hope News, Hope Channel Tanzania.